Katika hayo yote bado kuna sababu ya wewe kuendelea kuishi. Usiseme kwamba huijui, bado una sababu ya kuendelea kupambana, hata kama vita yako ya maisha inaonekana inakuelemea. Nyanyuka. Ukikata tamaa wewe, hakuna anayeweza kufanya kwa ajili yako. Mpendwa, nani alikuahidi maisha ya furaha pasi na shida? Niambie mimi, nani alikwambia utafurahia dunia bila majonzi na tabu? Hata maisha mazuri unayatamani yanahitaji siku ngumu za kuziishi. Bila maumivu na tabu, tungejueje thamani ya furaha tulizo nazo? Usilie, Amka, umezika marafiki wangapi? Kwa nini wao si wewe? Umepitia mangapi kuwa hivyo jinsi ulivyo? Mtazame mdudu nyuki, kila siku anapambana kuchavua maua kupata asali, lakini binadamu huja kuichukua. Yeye na nyuki hajawahi kuchoka kutengeneza asali kila leo. Kuna muda juhudi zako hazilete matunda ya ufanisi, lakini umesahau. Nilikwambia hakuna juhudi zinazopotea bure, kila ulilitoa ni malipo ya kitu fulani hapo mbele. Hata kama hivi sasa huoni manufaa yake, ila naamini kuna siku utanyanyua kichwa chako juu na kusema Asante Mungu kwa hili usife moyo, wakati bado unaishi. Ni bora liishi jina lako kipindi moyo wako ushakufa. Kila siku mpya ni mwanzo wa hadithi mpya. Vipi kama leo ndio siku pekee na muhimu katika maisha yako? Nyanyuka, nyanyuka, nyanyuka, usonge mbele. Umepitia mangapi? Nani atalipa gharama zako za maisha? Maumivu uliyopitia, vilio na tabu, umevisahau vyote? Ukubwa ni pamoja na kujua kwamba ikiwa utaweza kujifariji wewe, basi hakuna anayeweza kufanya hivyo kwa ajili yako tunaishi kwa matumaini tu. Sasa kwa nini uruhusu mshumaa wako wa tumaini lako uzime? Nyanyuka, nahitaji unyanyuke. Hebu niahidi kwamba hutakata tamaa, niahidi kwamba utakuwa bora, niahidi kwamba utakuwa shujaa kwenye kitendawili kigumu cha maisha. You should be the best. Zaidi ya yote, usisahau kwamba una ndoto ya kuikumbuka. Iwe siku njema kwako.